Habari za wakati huu ndugu zangu wana Uwamda, awali ya yote, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutufikisha siku ya leo. Pili, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale ambao walibahatika kupata nafasi ya kuhudhuria katika kikao chetu cha juzi tarehe ishirini na tisa mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano pale Bukuluni shule. Lakini pia hata kwa wale ambao hawakuweza kupata nafasi ya kuweza kuungana na sisi siku ile kwa sababu ambazo ziko juu ya uwezo wao, pia naomba kuwatoa hofu, wakae wakijua tuko pamoja nao. Naamini katika kikao kingine kinachokuja wataweza kujumuika na sisi. Hivyo basi, nikiwa kama mhazini kwa kikundi chetu cha wanaUwamda, napenda kuwapa mrejesho wa makusanyo ya fedha za fomu ambazo ni kama kipaumbele tulichoanza nacho toka mmetupa uongozi huu. Uh, makusanyo ya fedha toka tumeanza uongozi ndani ya siku ishirini na tisa toka tarehe moja mpaka tarehe ishirini na tisa juzi, makusanyo ya fedha yako vizuri, tena ni kwa asilimia kubwa. Hilo wana Uwamda, tunatakiwa kujipongeza. Uh, kwa wale ambao hamkuwepo na kwa wale ambao mlikuwepo nitawakumbusha pale ambapo mlikuwa mmeshasahau niliyoyazungumza yazungumza siku ile. Uh, makusanyo yetu toka tarehe moja mpaka tarehe ishirini na nane mwezi wa sita tulikuwa tumekusanya shilingi laki mbili na elfu themanini hiyo. Uh, laki mbili na shilingi elfu themanini walikuwa wametoa watu kumi na tano. Kati ya hao watu kumi na tano, watu kumi na tatu walitoa shilingi elfu ishirini ambayo sawa na laki mbili na sitini, lakini watu wawili kati ya watu kumi na tano walitoa shilingi elfu kumi kumi ambayo sasa na elfu ishirini kwa hiyo jumla yake ni laki mbili na elfu themanini lakini tarehe ya juzi tarehe ishirini na tisa pekee idadi ya waliohudhuria walikuwa ni wanachama zaidi ya hamsini ah waliotoa pesa za fomu ni wanachama thelathini na saba wanachama ishirini na saba kati ya wanachama thelathini na saba walitoa shilingi elfu ishirini ambao ni sawasawa, walitoa shilingi elfu ishirini kwa kila mmoja, ambao ni sawasawa na laki tano na elfu arobaini lakini wanachama sita kati ya waliotoa pesa za fomu wanachama thelathini na saba wao wanachama sita walitoa kila mmoja shilingi elfu kumi ambao ni sawa sana elfu sitini. Lakini wanachama wawili kati ya wanachama thelathini na saba wao kwa kila mmoja walitoa shilingi elfu kumi na mbili ambao ni sawa sana elfu ishirini na nne. Vilevile mwanachama mmoja kati ya wanachama thelathini na saba waliotoa pesa ya fomu, yeye alichangia shilingi elfu tano ambayo ni sawa sawa na shilingi elfu tano Pia mwanachama mmoja kati ya wanachama 37 yeye alitoa shilingi elfu kumi na nne ambayo ni sawa sawa na shilingi elfu kumi na nne Ukijumulisha hizi fedha zote laki tano na arobaini elfu sitini jumlisha elfu ishirini na nne jumlisha elfu tano jumlisha elfu kumi na nne unapata laki sita na elfu arobaini na tatu, laki sita na elfu arobaini na tatu. Hapo hapo tuna ahadi ya mwanachama wetu ya mjumbe mmoja ametuahidi kutupatia pesa ambao bado hatujaipata mikononi mwetu, lakini ni ahadi hii ieleweke, ni ahadi yeye ameahidi kiasi cha shilingi milioni moja bado hajatupatia. Hivyo basi makusanyo yetu toka tarehe moja mwezi wa sita mpaka tarehe ishirini na tisa siku ya juzi kwenye kile kikao, tulikuwa tumebahatika kukusanya kiasi cha fedha shilingi laki tisa na elfu ishirini na tatu na kwa wale wachache ambao tayari wameshawekwa kwenye mfumo wa mkoba, nafikiri leo asubuhi wameona hiyo meseji ya kicho kiasi cha laki tisa na elfu ishirini na tatu kuwa kimewekwa kwenye akaunti. Lakini pia wajumbe waliomba tujumuishe na hiyo ya ahadi, japo hatujaipata. Kwa hiyo tunaweza kusema tuna jumla ya milioni moja laki tisa na elfu ishirini na tatu isomekwe milioni moja. Ni ahadi lakini pesa keshi tuliyonayo mpaka sasa hivi ndani ya mwezi huu mmoja tumefanikiwa kukusanya laki tisa na elfu ishirini na tatu. Ndugu zangu wana Uwamda, mimi naiona nyota njema mbele. Tujitahidi, tuhamasishane kila mmoja wetu akawe balozi kwa mwenzake, tujitahidi kutoa pesa. Hata hivi leo asubuhi, kuna watu wameanza kutoa pesa ambao hawakuwepo kwenye kikao cha jana wala hawakuwepo kwenye kikao cha nyuma cha siku ya uchaguzi. Kwa hiyo watu wameshaanza kuhamasika. Jamani, tuhamasishane, kila mmoja wetu. Kuna mambo mazuri yanaenda kufanyika huko mbele, tuhamasishane Tuchangie basi tuijenge Uwamda yetu, tusaidiane. Tutakuwa na mambo mengi, sio tu kwamba tusaidiane kwenye misiba na magonjwa, lakini baadaye tutakuwa na mfuko wa dharura kwa ajili ya wanachama. Wanachama, ukiwa na shida yoyote, una utafuta uongozi, tunaangalia changamoto yako, una shida ya laki laki mbili, basi tunakusaidia, tunakukopesha tunatazamia kufanya hicho kitu. Kwa hiyo, nipende tu kuwashukuru kwa ushirikiano wenu mzuri, ila twende tukahamasishane zaidi zaidi. Natarajia, natarajia, natarajia eh, samani kuna kitu kilikuwa kimeingilia hapa, ila sio ishu sana. Natarajia mkutano ujao tutakuwa na wanachama wengi zaidi ya hapa na natarajia tutakusanya pesa nyingi zaidi ya kiasi cha juzi ambacho tumekusanya. Kwa kwa huu mwezi huu wa saba naamini tunaenda kukusanya zaidi ya milioni na pesa. Kwanza naomba mtambue huu mwezi ndio mwezi wa mwisho kupokea wanachama waanzilishi, yani wale wanachama ambao wanajiunga kwa shilingi elfu ishirini. Ikumbukwe dirisha la awali litafungwa tarehe tarehe ya mwisho wa mwezi wa saba huu litakuwa kama sio tarehe ishirini na saba ni ishirini na nane mpaka thelathini kati ya hizo tarehe itakuwa ndio tarehe ya mwisho ya kufunga dirisha la usajili kwa wanachama waanzilishi ambao wanajiunga kwa shilingi elfu ishirini baada ya hapo tutaendelea na usajili endelevu basi kwa mwanachama atakayehitaji kujiunga baada ya mwezi wa saba atajiunga kwa shilingi elfu hamsini. Asanteni kwa haya machache, niwatakie tu mchana mwema na majukumu mema wenu katika kuijenga Uwamda. Ndugu Michael Thomas Mjelwa, muhazini wa kikundi chetu, asanteni.